Majina naitwa Pendo Paulo, ni mkaaji wa kijiji cha Mgabanya wilaya ya Meatu mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano muda wa saa kumi na mbili jioni, nilipigiwa simu kwa namba sifuri saba hamsini na mbili thelathini na tano ishirini na tatu hamsini na moja na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo: aliniuliza, bila shaka naongea na Pendo Paulo? Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza, "JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka miwili. Akaniuliza unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema nijibu bora, usiogope nataka nikupe kazi. Mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka ila nikukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Ruhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa kawagaie maskini wasiojiweza. Akakata simu, aivyokata simu mi nikampigia, hakupokea nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe 11 mwezi wa tatu 2025 na tano, mida ya saa tano asubuhi nilipoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na afande Shafi nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi mwezi wa tatu nikamtafuta Fande Shafi nikamuuliza kinachoendelea. Majibu aliyonipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi Rai Meatu tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu, yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meato. Leo ni siku ya nne, sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha, na mimi nikiwa mtoto kutoka familia masikini, na hivyo nalileta ili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa aliyehusika si mwingine bali ni Msambuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kama mimi nilikataa mpango huo, sijui kaandaa watu wangapi wa kwa ajili ya uhalifu au mi? Baada ya kukataa hilo jambo alinifikiliaje? Kiufupi, sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari. Naomba msaada kwenu. Baada ya maelezo hayo, tukafanya juhudi za kumtafuta kamanda wa polisi mkoa wa Simiu, kamishna msaidizi wa polisi ACP Edith Swebe ambaye amethibitisha kupokea taarifa hizo na kueleza kuwa uchunguzi bado unaendelea kutokana na unyeti wa swala hilo. Ni kweli tumepokea hizo taarifa na yeye anafahamu kwamba tunaendelea na uchunguzi yeah. Sasa sasa, labda tu nimuombe awe ya mtulivu wakati taarifa zinashughulikiwa, lakini ni kweli tumepokea hizo taarifa zingine, kuja kwake kituoni, lakini zingine kupitia vyombo vya habari mm -hmm. Sasa ale mambo huwa yanashughulikiwa kisheria labda yeye mmemhakikishia usalama kwa kiasi gani ili aweze kupunguza walau mashaka? Hizi taarifa ndugu mw mwandishi, zinachunguzwa mm. E, sasa akisema hakikishia usalama yeye anajua alichoambiwa utakapokuwa, yeah. E, e. Tunasema usalama wake upo au haupo itategemea na uchunguzi mm. Lakini kwa sasa tunamhakikisha kwamba meatu ni salama na simiu ni salama ndio, tumekuwa hatuwezi kufanya kazi kwa kupitia vyombo, kwamba leo ataibuka chombo hichi, kesho ataibuka chombo kile. Huo sio utaratibu. Ajua mm. kwamba taarifa alizozitoa ni nyeti na zinashughulikiwa kwa unyeti wao sawasawa. So, so. e, kwa hiyo mimi niombe tu kutulia mm. kuwa watulivu, kila kitu kiko contained.